Mshukuru sana Mheshimiwa Rais kwa kukomplimenti mradi wa chuo kikuu cha Dodoma kwenye maendeleo ya elimu ndani ya mkoa wa Njombe zimefanyika <laughs> juhudi nyingi kwenye elimu, elimu ya msingi, elimu ya sekondari. Njombe tuna chuo cha VETA ambacho pia kwa busara kiliondolewa kujengwa makao makuu ya mkoa kikapelekwa kujengwa Shauri Moyo Ludewa ili kuandaa vijana kwenye utekelezaji wa mradi wa Mchuchuma na Liganga. Kwa matayarisho yale yamekuwepo na kumekuwa na maendeleo mazuri. Na kwenye eneo la elimu, na Profesa Mkandara, Njombe ni moja ya mikoa ambayo inafanya vizuri sana kwenye elimu ya msingi, elimu ya sekondari, kidato cha nne na kidato cha sita a ya mkoa wa Njombe ni katika ile mikoa mitano bora myo a vizuri kiasi kwamba unapoambia watu wa Njombe kuhusu changamoto ya udumavu wa watoto wanakwambia hizo takwimu za kwenye serikali ni za uongo, kwa sababu sisi. Profesa Kusiluka ni vice chancellor wa Chuo Kikuu cha Dodoma na ni mtu wa huku Njombe, mbona kama ni udumavu? Basi tuna maprofesa na wana bifeti. Na huku Njombe wana takwimu za watu wao wote. Tumetoa tumetoa wakati watoto wetu kwenye ya ya ranking ya matokeo ya darasa la nne, la saba, form two, form four, form six, kuna mikoa tunaishinda, wanakuwa na kwa watu ukiona e, wanatotoa matokeo ya pato la taifa kwenye mikoa unaona wa mkoa wa tatu, mkoa wa nne, mkoa wa tano. Mba je, mnatwambia huduma katika performance hii? Kwa hiyo, profesa, kwenye swala la elimu, huu ni moja ya mikoa ambayo hupati shida kabisa.